George ambaye ni mhifadhi misitu kutoka wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS wilayani Kibondo mkoani Kigoma amesema hayo wakati wa zoezi la ugaji miti kwa wananchi kwa ajili ya utunzaji wa mazingira ambapo ameeleza kuwa uharibifu wa vyanzo vya maji unaoendelea ni mkubwa sana, watu wanaendelea kufanya shughuli za kibinadamu katika maeneo hayo hali ambayo inahatarisha vyanzo hivyo. Hali ya utunzaji wa vyanzo vya maji kiukweli sio nzuri sana tuseme. Usalama wa chakula pia unachagiza sana uharibifu wa vyanzo vya maji kwa sababu watu wanalima pembezoni mwa mto kwa ajili ya kuhakikisha kwamba, ila wanapata mazao mara mbili kwa mwaka, si ndio? lakini watu wa bonde hawako wengi sana kusimamia kuhakikisha kwamba kila siku kwenye haya mabonde wanahakikisha wana kwamba hizo shughuli zinafanyika nje ya zile mita 60. Hata hivyo, imeelezwa kuwa uharibifu wa vyanzo vya maji unaoendelea unasababishwa na kukosekana kwa uwajibikaji kwa wale waliopewa mamlaka ya kutunza vyanzo hivyo. Hapa anaeleza mwakilishi wa shirika la kuhudumia wakimbizi duniani kitengo cha mazingira, Bwana Abdul Omar. mamlaka zilizopewa jukumu la kusimamia uhifadhi E, wa vyanzo upo hatua gani zinachukuliwa kuhakikisha tunavilinda kweli kweli? Hiyo pia nadhani kuna, kuna, kuna, kuna, kuna ulegelege kwenye, kwenye swala la uhifadhi na ulinzi wa vyanzo hivyo hasa kwa mamlaka zilizopewa. Ni wito wetu kwa sababu sisi na sisi tunaunga tutu. Nao baadhi ya wananchi Evans Luba na Mwita Igai wameomba serikali kumtazama kwa jicho la pekee swala la utunzaji wa mazingira hasa uhifadhi wa vyanzo vya maji. Sisi wakazi tuna thuluthi moja tu sasa, mule mule ndio makazi, ndio kilimo, ndio ni kwa hiyo matumizi ya rasilimali miti, vyanzo vya maji, uharibifu uko juu sana. Jaribu kuangalia na hali halisi. Kwa hiyo za makusudi zinahitajika ili kurudisha ule uharibifu naofanyika kutokana na hali ya hewa ya kwetu nzuri, wafugaji wengi wamekuja kwetu huku. Zoezi liko vizuri, tuendelee. Tukuliitikia pale tunapopata taarifa kwamba miche ipo, tuje tuichukue na tuende tukafanyie kazi malengo yale ambayo yamelengo yatimie. Kwaio, katika siku ya leo kwenye idadi ya michi yetu ambayo tunakwenda kuigawa, tuna jumla ya miche 2026 ambayo ni miche ya kibiashara na aina kuu mbili, mikaratusi pamoja na pine, ambapo tuna waombaji jumla 22 ambavyo ni vikundi, watu binafsi tatu, shule, kanisa, na taasisi tatu shule kanisa na, na watu binafsi kutoka Kibondo. Mhingo Mwemes, Clouds TV, Kigoma.